Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona kama ziko njia mbaya, basi na njia nzuri zipo. Njia nzuri zipo. Njia nzuri ni kuishi maisha mazuri, maisha matakatifu, maisha yanayompendeza Mungu, maisha yanayoipendeza hata jamii. Wakikuona wanakufurahia, wanasema hakika huyu ni mtoto mwema, hakika huyu ni mtoto mzuri. Hawana tashwishi yoyote wanapokuona, hawawezi wakakunyoshea vidole njia ambayo hata wazazi pia watakufurahia, maana utakuwa ni mtoto mwema, mtoto msikivu, mtoto unaowasikia wazazi. Maana utakapojiingiza katika njia mbaya, hautaweza hata kuwasikiliza wazazi, utawaingiza wazazi katika mahangaiko na masononeko ya moyo, unawapa wazazi msongo wa mawazo kwa sababu ya wewe tu, kwa maamuzi yako. Moyo wako umetamani kufanya vitu fulani. Hapana, usiusikilize moyo. Moyo tumeambiwa ni mdanganyifu, na kweli moyo ni mdanganyifu. Epuka matakwa na ushawishi wa moyo, epuka matakwa na ushawishi wa moyo. Moyo utakusababisha uende mahali pazuri au moyo pia utakusababisha uende mahali pabaya. Kwa hiyo maamuzi maamuzi yako ndani yako wewe mwenyewe ndani ya moyo wako wewe mwenyewe. Lakini kwa kuwa basi, yamkini hauna ule uweza uweza uweza wa kufanya maamuzi mazuri uweza wa kufanya maamuzi mazuri, hauna ndio maana leo mimi niko hapa nakusaidia, ili ya kwamba uweze kufanya maamuzi mazuri. Na maamuzi mazuri peke yake hayaji hivi hivi. Maamuzi mazuri yanatoka kwa Mungu, maamuzi mazuri yanatoka kwa Yesu mara pale unapotambua tu kwamba mimi siko sahihi, siendi vizuri, njia zangu sio nzuri machoni pa Mungu na muhitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe! Hayo ndiyo maamuzi sahihi. Ukitaka uishi maisha mazuri, ukitaka njia zako ziwe nzuri na mwisho wako uwe mwema, chagua kumfuata Yesu. Chagua kuishi maisha sahihi yanayompendeza Mungu. Mara baada ya kumfuata Yesu, Yesu atakupa atakupa uweza atakupa uweza wa kushinda wakushinda vile vitu vyote ambavyo wewe vinakushinda. Utakapomkabidhi Yesu maisha yako, hauwezi ukashinda hivi hivi tu wewe mwenyewe. Ninajua vishawishi ni vingi, vishawishi ni vingi vya duniani hapa, eh? Leo wewe hivi utakuwa umesema labda mimi ah, leo leo ni yani, leo kabisa mimi sitafanya hivi vitu, sitafanya kabisa lakini mara utakapoenda kule shuleni utakutana na marafiki, mara utakapotoka, utakapoenda laba kazini utakutana na marafiki eh? na yamkini ukakumbana na marafiki wabaya wasiokuwa na hofu ya Mungu ah, lazima watakushawishi tu. Ulikuwa kijana mzuri, ulikuwa binti mzuri, ulikuwa mama mzuri, baba mzuri, mara umekutana na marafiki ambao nyendo zao sio nzuri Utajitahidi, utajitahidi siku za kwanza kujiepusha, lakini baadaye watakushinda tu nguvu. Utajistukia umeingia katika njia zao za upotevuni, njia zao ambazo zisio sahihi. Kama jana tumesikia ushuhuda, tunalo kongamano hapa kanisani kwetu, tunaye mtumishi wa Mungu Pastor Jesse kutoka Canada. Alitushirikisha ushuhuda wa maisha yake na ushuhuda wa maisha ya baba yake. Baba yake alikutana na marafiki wabaya, marafiki ambao walimuingiza katika ulevi, katika madawa ya kulevya, hata akawa mbobezi katika hivyo, katika hizo hizo nyanja hizo, katika hivyo vitengo akawa mbobezi. Matokeo yake, matokeo yake, aliishi maisha ya shida sana maisha ya masumbufu kama hivyo nilivyotoka kukuambia kwanzia mwanzo. Aliishi maisha ya ugomvi, yani yalikuwa wakipigana tu hovyo, wanapigana wanawindana, wana, yani hawana, hakuna maisha mazuri katika hayo, lakini namshukuru Mungu, mwisho wa siku alikutana na Yesu. Alipokutana na Yesu akaokoka, alivyookoka Yesu akampa uweza wa kuishi maisha yaliyo mema, maisha mazuri. Kwa hiyo akawa amepukana na hayo yote. Hata wakati wake ulivyotimia, wakati sahihi wa kurudi kwa mungu aliyemuumba, aliondoka akiwa safi, hana hatia moyoni mwake. Lakini tunaona pia mtoto wake Jesse naye hivyo hivyo alikumbana na hayo hayo maisha maisha ya ulevi, maisha ya madawa, lakini tunaona neema ya Mungu toshelevu ilionekana katika maisha yao, na sasa hivi kijana ameokoka anamtumikia Mungu aliye hai. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Na sasa wewe, je, jiulize mimi, je, hiyo neema nisipokutana nayo itakuwaje? Maana hii kuokoka ni neema Sio kwamba tunaokoka kwa akili zetu na nguvu zetu. Uwezi ukaokoka kwa nguvu zako wewe, uwezi ukaokoka kwa akili zako wewe, uwezi ukaacha hivyo vitu, uwezi ukaacha pombe, ulevi, bangi, uzinzi, uchawi kwa akili zako wewe mwenyewe. Hapana, iko neema tosherevu ya Mungu wetu aliye hai. Neema ya Mungu ikikuzukia, mwana wa Mungu, itakuleta ndio hii hapa, neema ambayo leo ninakuambia kwamba kwa Yesu Kristo, kumpokea Yesu, kuokoka, yaani huko ndiko kuna usalama wako. Niko mahali hapa kukukaribisha kwa Yesu. Karibu kwa Yesu. Usione kwamba wewe labda ni mwenye dhambi sana, hapana. Usione kwamba wewe umekosea sana, hapana. Yesu yuko tayari kukupokea. Alisema, njooni kwangu nyinyi nyote mnaolemewa na kusumbuka, naye atawapumzisha. Yesu yuko tayari kukupokea kukupumzisha. Kile ambacho wewe kinakutatiza, kile ambacho wewe ukiwezi, yeye anakiweza. Anaweza akakutua huo mzigo, anaweza akakupumzisha hayo mateso. Maana hayo ni mateso, mwana wa Mungu, hayo ni mateso. Hayo sio maisha ya furaha hata kidogo. Furaha iko kwa Yesu, maisha mazuri yako kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Kwa Yesu lipotumaini, kwa Yesu uko msaada, kwa Yesu iko amani. Ukiishi maisha yanayompendeza Mungu, yatakuepusha yatakuepusha na matukio, matukio mabaya, matukio yasiyofaa matukio ambayo yanaweza kukupelekea wewe kuangamiza maisha yako. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Yupo Mungu mwenye nguvu, yupo Mungu ambaye anatuwazia mema. Mungu anatuwazia mema katika maisha yetu. Mungu hataki tupotee, Mungu hataki tuangamie. Kwa hiyo nakusii katika jina la Yesu, njoo kwa Yesu hata kama kuna kitu ambacho kinakushinda, atakupa uweza, atakupa nguvu za kushinda, utakuwa mwana wake. Bwana Yesu asifiwe. huko uliko, huko uliko hakuna matumaini, huko uliko kuna hasara, wewe ambaye haujampokea Yesu. lakini kwa wewe ambaye uliyempokea Yesu, naomba neema ya Mungu izidi kukuimarisha na kukuwezesha zaidi na kukupa uvumilivu wa kuzidi kuendelea kudumu katika imani katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe! Haleluya, Haleluya! Yupo Mungu mwema, Mungu mwaminifu ambaye hataki tulie watu wake, hataki tulie, hataki tupotee. Bwana Yesu asifiwe! anataka kutukomboa anataka kutuponya na haya yote ambayo yanautatiza ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana, Haleluya. Yeye Bwana Yesu yupo, amekuja kutuletea ukombozi, amekuja kutuletea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana, Haleluya. Yuko tayari kuponya roho zetu zisiangamia, yuko tayari kuponya hata na miili yetu. Bwana Yesu asifiwe kutuepusha na majanga na matatizo ya aina mbalimbali. Haleluya, haleluya, haleluya. Nitamalizia na hili neno linalosema kwamba, uh, roho wa Bwana yu juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tutaipata kutoka katika Luka, Luka tutaipata kutoka katika Luka Luka nne mstari wa kumi na nane Tasoma mstari wa kumi na nane mpaka wa ishirini na moja Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Bwana Yesu mwenyewe alitamka kwa kinywa chake. Neno la Mungu linasema, roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao Bwana Yesu asifiwe. Yesu yuko tayari kukufungua, ninajua hivyo ni vifungo. Yamkini babu yako alikuwaga mlevi eh? Akaja baba yako, yamkini hilo, hiyo roho imekufata na wewe pia. Roho eh, ya uzinzi uenda, uenda ukuianza, kuna mahali ilianzia. Roho eh, ya wizi, kuna mahali ilianzia. Uchawi uenda, kuna mahali huko ilianzia huko. Leo Yesu yuko anataka akufungue katika hivyo vifungo. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Neno la Mungu linaendelea kusema na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Yamkini wewe ni kipofu, kipofu wa kiroho, huelewi, lakini Yesu yuko tayari, anataka kufumbue macho upate kuona upate kuona mazuri ya Mungu upate kuona furaha ya Mungu upate kuona wokovu wake. Bwana Yesu asifiwe, haleluya! anataka uwe huru tena huru kweli, kweli, maana umesetwa wewe, umesetwa kuna mambo yamekuzinga, kuna mambo ambayo wewe mwenyewe kwa akili zako na nguvu zako na uwezo wako huwezi huwezi kujinasua kutoka hapo, huwezi, isipokuwa ni kwa neema ya Mungu peke yake. Kwa hiyo Yesu yuko tayari eh. Ametiwa mafuta na Mungu Baba, anataka kukufungua, anataka kukutoa huko, anataka uwe huru anataka uyafurahie maisha yako, anataka ufurahie uzima na uumbaji wake, anataka ufurahie ndoa yako, anataka ufurahie maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiufanye moyo wako kuwa mgumu, usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Ebu tafakari maneno haya, tafakari maneno haya, popote ulipo ya tafakari haya maneno ili ya kwamba uweze kutoa maamuzi sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama uko tayari kwa ajili ya maamuzi yaliyo sahihi, ninakukaribisha karibu tuweze kuomba pamoja hii sala. Haleluya. Tuweze kuomba pamoja hii sala nimekwambia. Baada ya kusikia haya maneno, kaa tafakari na uweze kutoa maamuzi yaliyo sahihi. Ukiwa tayari sasa kwa ajili ya maamuzi yaliyo sahihi ambayo nimekuambia kwamba ni ya kumkabidhi Yesu maisha yako, ili ya kwamba Yesu ayaendeshe maisha yako, Yesu awe kiongozi katika maisha yako, Yesu akufungue kutoka katika vifungo vya aina mbalimbali ambavyo wewe mwenyewe kwa ufahamu wako, wewe mwenyewe kwa akili yako huwezi ukatoka huko, maana tayari umefungwa eh? Unahitaji mtu wa kukufungua na Yesu yuko tayari kukufungua. Haleluya! Basi kama umefanya maamuzi sasa yaliyo sahihi, ninaomba tusali pamoja hii sala. Funika macho yako ili ya kwamba tuweze kuomba. Amina, sema e Mungu Baba Niko mbele zako, nina akili ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nina akili ya kwamba mimi ni mkosefu. Nimefanya mambo mengi ambayo hayakupendezi wewe Mungu. Kwa wakati huu, baada ya kusikia neno lako, nimefanya maamuzi yaliyo sahihi. Ninakutaka Yesu uingie katika maisha yangu ili ya kwamba uweze kubadili maisha yangu. Ninaomba Bwana Yesu uyabadilishe maisha yangu. Unifanye kuwa kiumbe kipya. Mtu ambaye sitaishi tena mambo ya kale. Nitaishi mambo mapya. Nikiongozwa na wewe Yesu. Ninaomba unisamehe dhambi zangu, dhambi zangu zote ambazo nimezifanya, ninazozijua na nisizozijua. Nina tubu mbele zako, nina akili ya kwamba mimi ni mkosaji. Naomba uzifute dhambi zangu zote, ee Mungu, na ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu Uliandike jina langu katika kitabu cha uzima. E Mungu, ninaomba niwe mtoto wako. Ninaomba kuongozwa na wewe siku zote za maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nimeomba na kuamini, amen. Asante Mungu Baba, ninakubariki, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa uaminifu wako Bwana. Umelituma neno lako Bwana ili ya kwamba likayafanya yale mapenzi yake. Asante kwa neno lako kwa ajili ya watoto wako. Ninaomba kila mmoja ambaye amesali hii sala, Bwana Yesu, usizikumbuke tena dhambi zake. E Mungu, msaidie, muwezeshe ili ya kwamba akaweze kuishi maisha ambayo ya kukupendeza wewe. Maisha ambayo hayatakuwa na hatia tena mbele zako hata mbele zake yeye mwenyewe. Ee Mungu mwaminifu, msaidie kuishi maisha yaliyo mema, maisha yaliyo mazuri ya kukupendeza Mungu, ya kupendeza jamii, ya kupendeza hata familia yake, wazazi, ndugu, jamaa, marafiki, hata ya kumpendeza yeye mwenyewe. Asante Bwana Yesu, muepushe na hila zote za yule adui katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwambie ya kwamba anaweza kuishi maisha yaliyo mazuri, maisha yaliyo mema ambayo yatamuepusha katika njia ambazo za kumpeleka upotevuni mautini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni mwaminifu Mungu, wewe ni mwema. Asante kwa kuwa Bwana, uaminifu wako ni kizazi vizazi hata vizazi. E Mungu, wasaidie watoto wako wa kike na wa kiume, ili ya kwamba wakaijue kweli yako na kwa wakaishi kweli yako katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, nikienda kinyume na hila zote za adui katika jina la Yesu zikapate kushindwa. Hazina uwezo wala mamlaka juu ya maisha ya watoto wako hawa. Ni watoto wako uliowaumba wewe mwenye kwa mfano wako. E Bwana, unapenda wayatende mapenzi yako katika jina la Yesu. Ninamkataa yule alaye katika jina la Yesu, ninamkataa shetani na kazi zake, maana katika Yohana 10:10 neno la Mungu linasema Shetani alikuja kuua, kuharibu, kuchinja, kuangamiza. Katika jina la Yesu ninakataa kazi zake juu ya watoto wako. Bali wewe Mungu, onekana katika maisha ya watoto wako. Maana wewe ni njia, kweli na uzima. Asante, maana uzima wako utaingia ndani yao. Wewe ni mwema Bwana. Libarikiwe jina lako lipitalo majina yote. Nimeomba la kuamini tia jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Hallelujah. Mungu akubariki, Mungu akutende mema. Karibu tena wakati mwingine katika kipindi chetu kizuri cha neno la Mungu na seiki TV. Amen.